Kwa ni vema wakipata mafunzo haya hasa kwenye mada ya ulinzi na usalama wa nchi, itawasaidia wao katika kuendelea kutatua migogoro na malalamiko kwa wananchi. Cha kwanza ni usikivu, tulivyofika maeneo haya, wao kuweza kupanga vizuri na kuweza kutoa elimu kiujumla. Unajua kila sehemu ukisema usubiri tukio litokee kwanza ndio uweze uwezikubwa kabisa kwenye eneo la usalama, ambapo kwenye eneo hili msingi mkuu ni utawala wa sheria. Kwa hivyo wajumbe wa kamati wanatoka kwenye makundi mbalimbali na kwa e, taaluma na maeneo mbalimbali. Kwa hivyo muhimu, wote tunakutanishwa na kwenye usimamizi wa sheria. Kwenye eneo hili kuna swala kubwa kabisa la e, ambalo serikali inaamini, Mheshimiwa Rais anaamini kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa kusimamia misingi taratibu, kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Kwa hivyo kamati ile inafanya maamuzi, maelekezo na usimamizi wa mambo mbalimbali muhimu kabisa kwenye maisha ya watu. Kwa hivyo ni muhimu kundi hili lielewe kabisa kabisa kuhusu mabadiliko mbalimbali ya sheria na ya e, miongozi mbalimbali ambayo yametolewa ili tusaidie kwenye kutekeleza majukumu yetu. Ni kundi muhimu sana kwenye mafunzo haya na ni imani yangu sote tumefanikiwa kushiriki wajumbe wote. Kwa hivyo tunapotoka, tutakuwa na uelewa wa pamoja wa kuhusu namna gani ambavyo tunasaidia watu wetu katika kujiongoza. Ukiangalia kwa upande wa kamati za usalama za wilaya, wizara imeona ni vyema ikaleta mafunzo haya kwa viongozi hao kamati za usalama za wilaya na mkoa, kwa sababu inaamini kwamba wao kama viongozi wanaishi na wananchi, lakini pia chini yao kuna viongozi wengine koo ni vema wakipata mafunzo haya hasa kwenye mada ya ulinzi na usalama wa nchi, itawasaidia wao katika kuendelea kutatua migogoro na malalamiko kwa wananchi salama, kwa sababu wao kama vyombo vya usalama tunajua kwamba ni jukumu lao kuhakikisha kat... eneo wanaloliongoza linakuwa salama na linabaki amani na amani kwa ajili ya wananchi kuendelea kukaa na kute... kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kuna mambo makubwa mawili yamenigusa sana, jambo la kwanza likiwepo ni matumizi ya sheria katika kutekeleza majukumu yetu lakini jambo la pili la msingi ni dhana nzima ya kushirikisha wengine, kwa maana ya kwamba ushirikishwaji wa watu wa ambao tunafanya nao kazi, lakini pili.